Naibu Rais Kithure Kindiki sasa amesema kuwa serikali itawachukulia hatua wale waliohusika na uharibifu wa mali Jumatano wiki hii wakati wa maandamano. Nam, akizungumza huko Kitui Magharibi, Kindiki alikashifu ukiukaji wa sheria huku akisema kwamba hulka hiyo haitokubaliwa tena. Nam, semi sawia zilisheheni kaunti za Tana River na Kakamega ambapo viongozi wanaoegemea serikali waliendesha mchango kwa makundi mbalimbali mbali. Tutawafuata, tutawakamata tutawaadhibu kwa mujibu wa sheria, na huko mbele hatutakubali tena watu kutokelezea na kuingilia wananchi, kuleta maafa, uvunjaji wa sheria na kuharibifu wa mali. Stop camouflaging anarchy and terrorism in the name of maandamano. Wacha sisi tukawe na nchi yetu, tuilinde. Hatutaki kuchoma nchi yetu ya Kenya. Viongozi wanazungumza maneno wasizidishe mambo ya ukabila kwa mambo yao. Tunataka ukiwa na pesa, letea watu hapa Malava, ulete kwa bodaboda, ulete kwa maendeleo wa kinamama. Nimewaambia ndugu zangu, wachaneni kwenda kwenye maandamano kwa sababu mafisi ambao wanalemea mkono waipate nyama, wataingia na wataleta rabsha katika maandamano ya amani, ambayo nyinyi ndugu zetu, nyinyi marika zangu munayafanya. <tune>